kati ya tarehe sita mpaka tarehe kumi mwezi wa kumi mwaka huu elfu mbili na ishiri na tano TANESCO tutaungana na wenzetu wote duniani kwa ajili ya kusherehekea wiki ya huduma mteja. Tunamshukuru sana Mungu, lakini tunashukuru serikali yetu ya awamu ya sita, kipekee Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uwekezaji wake mkubwa sana kwenye sekta ya nishati, lakini kipekee kwetu TANESCO tumekamilisha bwawa la Mwalimu Nyerere na tunao umeme megawati 2115. Tumejitahidi e, kwa kiasi kikubwa sana kuboresha huduma zetu na hasa kuboresha mawasiliano yetu na wateja wetu tunacho kituo chetu ambacho hapo tunapokea na kutaarifiana na wateja wetu, na kituo kimekuwa na faida kubwa sana. Tunayo back SMS message kwa ajili ya kufahamishana na wateja wetu juu ya taarifa mbalimbali zinazohusu huduma zetu. Tuna mfumo wa jisoti ambao unawezesha wateja wetu kuwasiliana na sisi kwa njia ya WhatsApp TANESCO. Tuna ofisi kila wilaya, bado tuna ofisi ndogo ndogo kwenye kata tofauti na mitaa. Tumejitahidi kutafuta vyombo vya usafiri vingine ambavyo ni rafiki kwenye maeneo hayo kama pikipiki, bajaji, lakini tumeendelea kununua magari. Tumewekeana malengo ya muda ambao tunatakiwa tuzingatie kwa wateja wetu tangu anapoomba umeme mpaka kufungiwa umeme, ili huwa na muda mfupi kadri inavyowezekana. Lakini kwenye mitandao yote ya kijamii kwenye Instagram, kwenye Facebook, pia tupo Tanesco, kuhakikisha tunaongeza wigo wa wateja wetu tunaowasiliana nao. Ofisi zetu zote, tutatembelea wateja wetu, tutasikiliza wateja wetu wanasemaje, ili kuweza kuboresha kazi na mawasiliano yetu sisi na wao. Tunawashukuru sana wateja wetu wa Tanesco, na tunaahidi kuendelea kutoa huduma bora. Mpango umewezekana TANESCO, tunaangaza maisha yako